Naam, karibu sana mwanamichezo, popote pale ulipo, kanda ya kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, njoo hapa tuweze kuzungumza michezo na burudani. Kama ilivyokuwa kawaida yangu, niko hapa kwa ajili ya kukupasha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Nilikupasha mambo mbalimbali alipokuwa kwenye siku ya Simba Day, basina shaka nikakuletea kwenye kilele cha siku ya wananchi, nikiwa na maana ya Yanga Day, bali sikuishia hapo, nikakupeleka moja kwa moja hapo jana kwenye dabi ya Kariakoo, matukio mbalimbali yaliyokuwa yakijiri kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Sasa ninakujuza na nina kukupasha mambo mbalimbali yanayoendelea mitaani huku, baada ya matokeo ya hapo jana Simba Sports Club kuendelea kufungwa mara sita mfululizo zidi ya klabu ya soka ya Young Africans. Uteja bado unaendelea kunawili kwa upande wa soka wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mimi niko na Mnandi JR niko kwenye vijua hivi vya mambo Yanga. Kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka tamati, nitakapokuwa nikimaliza maojiano yangu haya. Unaweza kuniita Derek David Kaimba, ndilo langu jina, ama harmarufu unaweza kuniita Kaisedo wa Bongo. Eh, bwana Mnandi, uko poa. Namshukuru Mungu mzima, lakini mi niko salama pamoja. Hmm, nina maumivu ya kutosha. Hmm, lakini hii ndo silaha pekee ya wanasimba kuamini kwamba sisi ndiyo tunaitetea mema klabu yetu, tunaitakia mazuri klabu yetu siku za usoni. Tulisimama kwenye pesi kadhaa hmm tukitoa ambushi uongozi utuache, lakini wala wengine wakaanza kugememea kule kule kwa viongozi, kwa sababu wanajua kwa baadhi ya siku watapata maji ya kunywa, wakasafirishwa kwenda mikoani. Lakini mimi sitegemei kusafirishwa na viongozi kwenda mikoani. Nimeipenda Simba mwenyewe na naumia Simba itapopata matokeo mabaya. Mimi mwenyewe haumii, kiongozi haumii, mshabiki mwingine, kila mmoja maumivu yake atabaki na yeye kwenye nafsi yake. Niliona jana mashabiki ambao nilikuwa nao pale uwanjani wengi wengine wamepoteza fahamu, lakini wengine nikiwaona wakilia wakisema nyumbani, mimi nitarudi vipi? Na wapo walivyowekewa vipaza, walikuwa hawataki hata kuhojiwa, huku wakiwa wanamwaga machozi. Ile ni ishara mbaya sana kwa uongozi ambaye upo madarakani. Lazima mkae mkijua mmepewa zamana na wanachama kwenda kuiongoza klabu ya Simba, hamjapewa zamana na wanachama kwenda kujipatia manufaa ndani ya klabu ya Simba. Wao kwenda kuiongoza Simba, umeenda kujipatia manufaa Mechi kinachoendelea. Haiwezekani timu inafungwa mara tano, bado wanaingia kichwa kichwa, wanaenda kufungwa mara ya sita. Alafu watu wakija na slogan wanaenda kupiga kichwani. Kichwa gani wanaenda kupiga? Jana wamezihirisha msemo wao, wameenda kutimia. Hii si aibu? Sisi yako na kebe ndani ya kabu yetu. Kwa hiyo ameenda kichwa kichwa kwenye mchezo wa jana. Ya, ushafungwa mechi tano, lazima ujitathmini, nilifungwaje mechi tano na uendeleaje mchezo wa sita. Haya, mnakuja na slogan, tunakula karanga, tunakula nzii nini, tunakula sijui nini ndizi na nini mbata. Sawa? Tutakula mbata. Tutapaka mkongo hmm. Tutaenda kupata matokeo hmm. hmm. hmm. Ah, jana tulipaka tulipaka mlinga eh hmm. Tulipaka mlinga jana, sababu ile slogan itakuwa ikafanye kazi. Wao wamekuja na slogan wanapiga kichwani, tukaulizwa, kichwa gani? Vichwa viko vingi. Haya, watu wamekula kalanga, wamekula mbata, wamesema watapaka mkongo. Ah, jana tulipaka mlinga jana, tulipaka mlinga, mbona tumekosa matokeo? Kwa mimi naamini hmm. tusiende na maneno hmm. tutakuwa twende na uhalisia na ndio maana sisi tulikaa kimya kwa miaka hii ya karibuni, tulikuwa tunasubiri wapi. Tumeshaona zaidi shahidi kwamba uongozi sasa umefika mahali pake, utuache. Hauwezi kuiongoza Simba kwa sasa palipofikia, naomba tuliomba utuache, lakini tukaona sisi wanaafiki, tukaona kana sisi machawa. Wale wale walikuwa wanaogombea viongozi wanakumbatia jana, wametoka na watu wakataa viongozi wao. Hapo sisi tulisimama kidete kuambia watu wache yeye, tungekuwa kitu kimoja toka muda mrefu, sasa hivi uongozi ungekuwa haupo sawa. Watu mchunga mechi moja tu kapigwa goli tano, wakamfukuza. Mechi moja tu lakini mtu tunafungwa mechi sita mfululizo, mtu hata kibao ajaye kupigwa. Sasa hapo kuna wanachama, kuna mashabiki hapo, ndio eh? maana anatamba mechi sita hata kibao eh, cha kuonjwa hajapata. Sasa ataendelea kutawala eh? ataendelea kuongea jeuri eh? kwa hiyo wana Simba, sijajua sasa hivi tumekuwa machifu eh, tumekuwa mitume mm, au tumekuwa malaika? kwa nini tushindwe kufanya kazi yetu mm? kwa nini tunamuogopa? nini huyu anaendelea kututesa muda wote simba ngungu eh? kwani anaharibu Simba sio wajumbe wajumbe wao kazi yao kutoa ushauri. Yeye ndo kasimama na sauti kubwa pale kama kiongozi, yeye ndo anafungua mkutano na yeye ndo anafunga. Hata unapoona kwamba kwenye bodi yeye anaingia kama mjumbe sawa. Sasa hivi kwenye bodi ya ya kuboresha hii amekuwa kama mwenye makamu mwenye kiti wa bodi, lakini yeye ndo mwenye nguvu kubwa kwenye Simba. Nani kamchagua Mohamed Daud? Yupo kuna mtu kampigia kura Daud? Kuna mtu kampigia kura Daud? Magodi yamechaguliwa sasa hivi kwa mwenye kiti wa bodi, kwa sababu tumemchagua Mangungu na wajumbe, lakini wajumbe jukumu lao ni kutoa ushauri. Mwenyekiti wetu ndio ana mamlaka kufungua mkutano na kufunga mm, akiona kikao kiende vizuri, anaofunga mkutano, yeah, tukutane wakati mwingine yeah. Sawa, kwa hiyo huyu ndio mwenye nguvu kwenye Simba asirukeruke. Jana ndo kanisaajabisha na kunisikitisha. kwa nini tena? Mechi inaisha nampelekea mike, hataki kuojiwa, lakini kutoka hapo anasema oh, sasa tushamaliza, nendeni mkawaoje kina nani, mkawaoje. Yeye ndio kiongozi wa Simba, kawaojiwe nani? Oh, marefa, sijui wamefanyaje. Hawajatushirikisha kwenye marefa. Tumetaka marefa kutoka nje, wanapanga marefa hapa hapa ndani. Nenda nikaoje hao walotia marefa. Akaoji nani? Bodi ya ligi. Au kauli wale askari ndio akaojiwe. Au nani alotia marefa? Sababu ninavyoamini mimi, kuelekea mchezo husika. Viongozi wa pande zote mbili wanakutana kupanga mikakati kuelekea mchezo husika. Na kama kuna vitu haviko sawa, mnatakuwa mvigomee pale pale ndani kwenye kikao. Yes, Simba walifanya hivyo ndani huko. Mm-hmm. Sawa? lakini kuna kikao kinachohusiana na benchi la ufundi pande ya huku na pande ya huku, anakwenda kapteni, anakwenda kocha, walionekana hao wa watu wakizungumzia mchezo. Lakini kuna kikao cha viongozi pande zote mbili. Vikao vina kwa hivi viwili, Simba vote wamehudhuria. Leo mtu akashafungwa, anatoka na lalamika, anasema kwamba eh, wale waamuzi waje watake so uongo au maneno. Kuongea mshabiki unaongea. Kiongozi mwenye akili timamu anakuelewa. Mangungu, tumeshakuchoka. Usitafute sema kwenye fichia haya. Tarehe 25 tumefungwa, waamuzi walitoka wapi? Masaki pale Ostabei pale macho kwenye ofisi zetu. Au alitoka Mbezi. Eti, au alitoka Zanzibar wale. Maana inawezekana sio Waarabu kutoka Misri, yani wa Zanzibar wale wa Pemba. Eh, kwa sababu kalalamika kwamba waamuzi kina alajiga, sio? Wameshindwa kutenda haki. Goli la ofsaidi. Ah, sawa lile goli la ofsaidi. Sawa lifutwe lile goli. Ile mechi ingekuwa inaisha kwa sare. Eti, tufute lile goli sema halipo. Ile mechi ingeisha kwa sare bila bila, no. Tujiulize hapo kwa, kwa kujifichia, ile mechi ingeenda kwenye matuta na mshindi lazima apatikane. Umefungwa hata kwenye matuta, angejiuliza kwamba haya matuta, angekataa kwa sababu matuta, kufungwa ni kufungwa blaza, haijalishi umefungwa Segerea ama Ukonga au umepelekwa Keko, yote ni magereza hayo. Unaliona lile goli, lilikuwa offside. Goli lilikuwa clear offside, ila kwa wale ambao mpira ameanza kufuatilia miaka elfu mbili lile goli wa zamani halali kwa sababu kanuni zinabadilishwa kadri ya misimu inavyozidi kwenda. Kuna kipindi hapa extra time, zile dakika za ziada kwenye michezo ambayo zinaongezwa dakika zile 30, ukifungwa ndani ya dakika ile moja tu katika zile 30 mpira unaeshapwa. Kwa hiyo tu anza kufuatilia mpira muda mrefu eh, lakini kaenda ehe, kile kipengele kikaenda kika kikafutika asaizi eh, extra time zinaisha zote, kama ukifungwa dakika zile kwanza ya pili eh, ukichomoa goli zinaenda mpaka zinaisha, inawezekana mkaenda kwenye matuta, lakini dakika zabay zinaisha, lakini zamani zilikuwa ziishi, lakini hiyo hiyo ya offside kipindi cha nyuma sawa, ilikuwa kwamba hata ukizidi kipa akicheza manake kashafunja offside, au imegonga besela offside hiyo bayaji imeshavunjika, wewe unakutana na ule mpira unaweka kambani na inaitwa kati. Lakini sasa hivi ukishakuwa kwenye offside position sawa, hata kama kipa akacheza au imegonga besela, ukihusika tena kwenye ule mpira, manake wewe moja kwa moja ni offside, kwa sababu umehusika kwenye ule mpira. Angefunga max hakuna shida, lakini Pacome amehusika moja kwa moja. Wakati Pacome mpira uko na max, yeye alikuwa mbele kabisa, kama imamu wa msikiti au padri kanisani. Afro hii inapigwa kambani inaitwa kati. Kwa hiyo baraka bado tunafanyiwa uhuni kwa waamuzi kwa sababu pia hatuna uongozi imara. Uongozi huu uliokuwepo ambao tumesema umbovu. Unalalamika waamuzi miaka minne tunakosa ubingwa. Si ndio? Uongozi ule miaka minne sasa tunapata ubingwa. Waamuzi walitoka wapi? Kenya, Walitoka Rwanda. Tujiulize tu, wenye akili ndogo za kufikiri tusende mbali. Miaka minne tunachukua ubingwa baki tubaki. Waamuzi walitoka nchi gani? Si Tanzania wao wakina Laliga? Sasa sio kinakaokoa. Kaloko alikuwa muamuzi bora msimu huu miwili mfululizo mpaka analia ukumbini, anapewa tuzo. Misimu miwili mfululizo, wewe mwamuzi bora. Yeye tu muda umefika, atungike pale suti yetu atuache hii mm. Miezi iliyobaki mm -hmm. Tuteue mtu mwingine kwa muda akaimu ile nafasi mpaka aaa kwenye uchaguzi mwezi wa kwanza mm. Kashashindwa Simba baka. Inatosha kusema ya kwamba Young Africans ni wateja wenu na ni wateja wa kudumu, haswa pale wanapokuwa wakiamua jambo lao. Sio wateja wa kudumu sisi. Katika miaka minne yetu tulianza kuwa, kuwafunga kwenye mwaka wao wa mwisho. Sawa, miaka mitatu Yanga anafungwa na Simba mm. Yaani matokeo yake ni sare, akitoa sare mechi ya kwanza pili anakandwa mm. Miaka mitatu toka 2017 mpaka 19 Yanga ajui kumfunga Simba, sawa? Ajui kumfunga Simba. Ina maana katika utawala huu wa Mangungu, wakati anaingia msimu wake wa kwanza tukatoa sare mechi zote mbili 2022. Msimu wa pili 2023, sare mechi ya kwanza, ya pili tukawafunga goli mbili. Wakaona ah tunaweza tukachukua ubingwa hata mara tatu hapa, lakini tusimfunge Simba. Ndio ikatengenezwa mazingira sasa. Simba kaanza kufunga kwenye misimu miwili ya mwisho, lakini misimu miwili ya kwanza Yanga haijatufunga tumemfunga sisi. Kwa hiyo sisi tumemfunga mechi moja, katoa sare ngapi? sale tatu katika msimu huu wa kwanza. Hakika katika msimu huu wa ya mwisho Yanga kashinda mechi zote nne, home and away, kachukua pointi ngapi? Pointi 12. Sasa unakaambia wapi? Kwenye ngao katufunga ngao ngapi? Nne, na zile mechi nne za ligi, mechi nane. Afu ya kiongozi bado amesimama tu. Unatafuta sababu ya waamuzi. Kaa kushoto. Eh? Akae kushoto. Kati ya Mutaza, Mangungu pamoja na kocha Fadu, nani awapishe? Mangungu. Ndio kocha kwanza kutupisha. Afu Fadu atafuata. <laughs> eh, hey, Mangungu, Mangungu kafungwa mechi nane. Hey. Fadu Davis kafungwa mechi nne, nusu kwa nusu blaza hizo. Nani kafungwa nyingi? Hey. Si Mangungu. Uh -huh. So kabla Fadu hajaja, sasa tunafungwa. Uh -huh. Kwa tumefungwa goli tano sasa tuko na Fadu. Eti. Uh -huh. Tumefungwa mbili moja tuko na Fadu. Uh -huh. Fadu kaja kwenye kimya msimu uh huu, naye kapigwa home and away, kapigwa kwenye ngao, kapigwa home and away kwenye ligi na mwaka wote tena kapigwa kwenye ngao, uh -huh. Ngao mbili na mechi za ligi mbili. Hiyo. Sawa, anaondokaje kocha? Kocha wako katupeleka fainali kombe la shirikisho. Kocha kasababisha watu wawako, tale, watuwa, wa cheti cheti, hatuchezi mpaka wameandamana, wameenda wanapotegemea wao huko, wakapata tarehe imebadilishwa na watu wao wamejiuzuru. Mwisho wa siku wameenda kupigwa wamechukua ubingwa. mm. Niambie sio kocha, nitakuona mtu wa ajabu mm. Kwao mimi ninachokiona moja kwa moja, mtu wa kuondoka wa kwanza Mangumu wale wote, ni wasikia jana wasimamia kucha wanasema kwamba kocha hafai, wachezaji sio wabovu au mapema. Sawa, wakakaa nyumbani kwao, wakatafuta timu zao za kushangilia huko Waiache Simba ikiwa mikono salama, yeah. si tuko, tuko Simba kwa ajili ya kutakia mema. hatuko yeah. Simba kwa ajili ya kutakia timu mbaya. si tunawatakia hawa viongozi ambao hawataki mema Simba yeah. wakae pembeni, waachie watu ambao wanaweza kuipeleka Simba yeah. nchi ya ahadi. na wale wote ambao wanatuchukia sisi yeah. majibu wameanza kuyaona tena jana mm. wale usimamia kucha yeah. wengine wameanza kujitenga jana. Yani mafuta na maji yamejitenga jana mm. maji yamekaa pembeni, mafuta yamekaa kwenye njia. wanaanza kuhama, watu wanagombana na wenzao wanataka kurusha ngumi. wewe uko unatetea uongozi. leo nakuona wewe kwenye kundi letu wa saliti. kana sisi sawa kama kweli ulikuwa na nia ya kukaa na sisi, ungekaa na sisi toka mwanzo wa msimu. Umekaa na sisi sasa hivi. Kaa na hao machao wenzako, tetea viongozi. Bado tutashenyetwa sana. Tuna mechi nyingine mwezi eh. eh? eh. wa kumi na mbili ndani ya ligi. Tunapigwa hiyo. Tunapigwa hiyo. Kama hujamaji aweka koti bwana. Tunapigwa tena. Lakini kama anaweka koti ya fisini, hata kesho ila timu nipe mimi. Na kwa hiyo hapo, ila timu nipe mimi tu. Nielekee kwenye mchezo wa dabi nikabidhi majukumu. Yanga to boy. Ah. Mungu sio mtu wa mpira. Mangungu mwana siasa katoka kwenye siasa na njia zake kaja kwenye mpira mm. So, kwa nini Mangungu mtu wa mpira? Injinia Hersi mtu wa mpira? Wale wote sio watu wa mpira. Injinia Hersi tena sio mtu wa boli. Mtu wa mpira yule, angekuwa mtu wa mpira, mashabiki wake wangechoma jezi. Wangechapisha t-shirt ya tucheze? Mtu wa mpira, majibu yanapatikana uwanjani. So, kwa nini walichapisha t-shirt? Wale wamefungwa. Ngoja, t-shirt walichapisha kwa nini? Sore wao kwa mechi ya kucheza na sisi tarehe iliyopangwa na bodi ya ligi yeah. Wametaka tarehe yao. Wale wataka wao ndio imepangwa, wametufunga Akitalele pango na bodi ya ligi wamekataa. Sasa watu wa mpira. Yaani mangungu na injinia sawa sawa na pipa na mfuniko. Hawana tofauti. Baba moja mama moja. Yeah. Awa familia moja. Sio watu wa mpira. Wao watu wanachapisha tishati ya kucheza. Umeona wapi dunia gani? Lakini yote kutokana na sisi upande wetu hatuna watu imara, hatuna wazee, sawa? Hatuna viongozi wa wilaya. Wote wanakupatia wa viongozi wabovu. Tunatoboa vipi? E bwana, hamna kamati ya Rombaya ndio unaweza kusema ambapo inaweza ikawasaidia kwenda kufanya vyema kwenye michuano yenu mbalimbali mbali, au kamati yenu ya roho mbaya inazidiwa uwezo na kamati ya Young Africans? Yaani shida sio kamati, shida kwamba wewe unafanya kazi mm, kama kumi kama kama hey, na mbili tena anatoboa siri. Ah, yani kitekateka tushinde tumfunike natenga tutashinda, hmm. Lakini kama ataendelea kuzurura, atatoa siri, bwana. Wenzene wametega pale, wametega pale unashinda vipi? Lakini mbona mbona Mangungu anaonekana ni mtu bora sana kwa, kwa upande wa Simba, ubora wake uko wapi? Ubora wake kufungwa mara sita. Anajaribu kuwaweka mashabiki pamoja, viongozi wanakaa pamoja na kuhakikisha kwamba wanaitengeneza ile kazi ambayo imetumwa na mashabiki pamoja na wanachama wa Simba kuelekea kwenye michuano mbalimbali. Washabiki anaweka pamoja wanyuma mwiko. Ndio sasa hizi wanafurahi wanakunywa supu. Sio Simba. Kuna shabiki gani wa Simba kamweka pamoja Mangungu? Kuna mwanachama gani wa Simba kamweka pamoja? Sasa hizi katugawa makungu makungu kama mafungu ya nyanya. Hao wanawatetea, hao wanatetea Simba. Sasa hiyo ndio Simba. Simba nguvu moja sasa hivi Simba nguvu kumi na moja sasa kuna Simba hapo. Eh? Simba nguvu moja kuna Simba nguvu 11, tumebaki nguvu moja, watu wachache na mashabiki ambao hawana nafasi kukaa kwenye vipaza kuzungumza. Hao ndio Simba nguvu moja, lakini hawana sema kusemea. Sisi ndio tunasema kusemea, tunawatetea wao kwa nyuma yetu. Hata jana pa, kuna watu wananiambia nisiojiwe kwamba niwaogope, waogope machawa. Nikamwambia blaza mimi kadi yangu sijaipata Masaki, sijaipata Gongo la Mboto. Mimi kadi yangu nimevujia jasho na damu kuipata, na hakuna kiongozi anonilipia kadi, hakuna kiongozi anonilipia ada ya wanachama. Huwezi kunipangia mimi cha kuzungumza. Niache nizungumze wanasimba wasikilize nini nakizungumza mimi. Niliwaambia pale na nilihojiwa na hakuna alionigusa pale, hata sisimizi, siku moja kunifuata nyuma, hata sisimizi aje nifuata nyuma. Naona wanasimba wanajijalia nyuma, lakini anafuata kipaza wako nyuma, wananiwekea fence. Hao ndio wanaonipenda na ndio wanachakia mema Simba yao, ila kwa sababu hawana nguvu ya kusimama na kuongea kwenye kipaza, mimi kama mwakilishi naendelea kuitetea Simba mpaka nahakikisha mimi napotea kwenye shimo, ndio mimi naacha kuisifia Simba, ndo naachana na, na kuzungumza na, na Simba. Maana sipo tena duniani. Yeah. Lakini kama nipo duniani, waamuzi sasa tuwatake tunataka waamuzi kutoka nje na katiba inaonyesha kwenye kipengele cha kanuni msimu huu, kuna sehemu ya waamuzi kutoka nje. So wanasema kusimamia sisi, atuleti timu uwanjani, wapeni hiyo ngao, walishindwa bwana. Mimi nikinukuu, miongoni mwa taarifa ambazo alishawahi kuzungumza kocha Fory Benge, alisema ya kwamba Simba huu anapokwenda kwenye michuano ya kimataifa anakuwa ni Simba mwingine tofauti na vile ambavyo watu ambavyo wanamfikiria Maneno haya aliyazungumza kipindi wakati alilalo mdumano anakwenda kucheza dhidi ya Young Africans. Alikamwe alikaa akizungumza na Ibenge, akawaambiaje, the mimi naiogopa Simba ikiwa kwenye michuano ya kimataifa, sio kwenye michuano ya ndani. Huku ndani kuna nini? Unajua makocha wengi wa ki, wa kigeni hmm. huwa wana akili zaidi ya kuiangalia Simba. Simba ikishatoka nje ya nchi, kila mmoja akipita anaipigia saruti, yani Simba kija huko anaonekana kama vile chief au mfalme, anaheshimika. Lakini tukiwa hapa ndani kwa sababu hapa kila mmoja ana timu yake. Kwa hiyo tukienda nje tunakuwa Simba, tukiwa ndani hapa tupo kama pundamilia, tuna rangi mbili, kila mmoja hapa ana timu yake, na ndio maana tunanyanyasika hapa, lakini tukienda kule hatuna mpenzi. Simba simesafiri leo, imeelekea wapi? Botswana. Simba kule anaenda kushinda hata goli nne, anapiga hata goli nne kule kule. Hii wewe unaoiona hii ya jana, nampiga mtu kule goli nne mpaka tano, yeah, lakini kirudi hapa sawa, uione tena ile basi. Simba tumecheza na wao na nani, Casablanca, yeah. Mohamed wa tano Wanafunga swala, wanajauza misikiti na makanisa pale, tumerudi hapa na FA wametolewa kule, kule. Wa kule. Wamekosa vyote kwa hiyo viongozi wameshaanza muda uongo uongo, ili kuwapa nyuma mwiko mdomo, na wanaendelea kuwapa mdomo. Leo tunaenda kugonga kichwani, wanatupiga kweli. Hii si aibu hii? hmm. Wanaumia wengi mashabiki, hawana kwa kusemea hmm. Lakini mimi mpaka sasa nimefungwa mara ya sita, kama nilivyofungwa kwambiaga siku moja, mwili wangu kama ume, umeng'atwa na nyuki, una ganzi sasa hivi. Mgeuka nyuma, pengine hii namba sita, wakati unaiandika ilikuwa inaashiria kitu gani? Hasa hii namba sita haijaashiria hmm. kwa ajili ya Yanga kutufunga mara hmm. sita, ulikuwa unaiona hiki ambacho Hapana, hii yeah, namba sita ni namba ambayo ipo ambayo inavaliwa na mchezaji ndani ya klabu ya Simba. Hii haijamaanisha matokeo ya nyuma mwiko. Uh, hii inamaanisha wachezaji wa Simba. Wenge hii jezi namba sita sio kwa sababu ya matokeo. Huenda labda kama ulikiona hiki kinachokwenda kutokea. Sio kwa maana ukaenda kuipachika namba. Hapana, sijaweka kwa sababu hiyo. Mm. Mimi naitakia mema klabu yangu. Siwezi kuwa mimi naibetea timu yangu ifungwe. Hakuna, ukimwona mtu anakuambia timu yake anaiombea ifungwe. Huyo sio Simba. Mimi nisingeumia jana, ningefunga kama nimeitabiri kwamba nifungwe mara sita, ningepaeleza sauti kwenye vipaza nataka nini, lakini leo nimeumwa kuzungumza. Nimemsikia mwangungu akisema kwamba mkawaulize hao, akaulizwe nani nani ndo mwenyekiti wa Simba eti wao. Mimi Mswahili, nani Mzungu Simba? Kuna kiongozi tumemchagua Mzungu Simba? wote tunachagua sisi Waswahili, nani Mzungu? Atuambie yeye bwana kiongozi, mlomchagua sisi pale mwalimu Jalele, mzungu huyu tumwataki, atutajie nani tumemchagua sisi Mzungu, kama unamtaja Deuji Daudi sasa tunamchagua. Daudi ni tajiri Simba. Sisi tutampiga mawe Daudi baada ya wewe kusimama, kutuambia mabovu ya Daudi. Kama hujasimama kutuambia mabaya ya Daudi, tunampigaje mawe? Kwa hiyo bwana asitudanganye. Yeye ndo kashaferi kuiongoza Simba, akatafuta maisha mengine. Mechi sita zinakutosha mfululizo. Kaa pale kushoto bwana. Umeshindwa kuvaa jezi hata Jeruti. Jezi ya klabu yao mpya. Wamevaa mashabiki, kavaa tajiri, viongozi wao wote wamevaa. Lakini wewe peke yako umevaa shati lako la sikukuu. Umeshindwa kuvaa jezi ya Simba. Asawe, mwana Simba, tuachie ofisi yetu Simba. Nenda huko, kafanya biashara zako, matunda ushapata Simba yanakutosha, tumesha kuchoka. Mana niweke hapo nukta, Mnani, na nikushukuru sana, ama una chochote la kuambia? Kikubwa niwambie wana Simba tu waendelee kutuunga mkono waendelee kutupa sapoti tuliobaki, kuipambania Simba ni watu wachache. Simba inaumizwa na viongozi wa wilaya, Simba inaumizwa na viongozi wa mkoa, kwa sababu saa hizi tuna miaka karibia kumi na sita au viongozi hawajachaguliwa, wanawekwawekwa na hawa viongozi, na ndiyo sababu sisi tunaumia leo. Kuna kiongozi wote wa wilaya kasimama toka jana kaongea kuhusu kufungwa mara sita, hakuna maanake, wana masilahi na viongozi wa klabu waliokuwepo na ndio maana hao wanatuumiza, lakini kama mimi naitakia mema klabu yangu nitaendelea kuongea leo mpaka kesho. Amlikiama sitobisha na yeye, kama mangungu anajua kuwakamata watu kuwapeleka central cha ng'ombe, mimi napatikana hapo bandari kavwa mpaka wa Ilala Ap, -a. Yapo, Mwana... siogopi, na temeki karibu na kuirani hapo, aje hapo aniletee doka hata saa nane usiku, mimi siogopi, naendelea kumgonga mawe mpaka atoke Simba.